Na wa vijana wametakiwa kujitokeza na kugombea nyadhifa mbalimbali za uongozi badala ya kuendelea kulalamika kuhusu uongozi mbaya. Akihutubia mkutano wa vijana uliofanyika katika eneo la Inkinye uh, Dalekutuk, kaunti ya Kajiado, huko naibu gavana wa Kajiado Martin Moshisho aliwahimiza vijana kushirikiana na kuinua viongozi miongoni mwao. Kikao hicho kilileta pamoja vijana na wazee kwa lengo la kujadili nafasi ya vijana katika siasa na maamuzi ya maendeleo. Na mimi ningependa kuzungumza na vijana, sio wa kaunti ya Kajiado peke yake, lakini vijana wa nchi yetu ya Kenya kwamba wako na nafasi ifikapo mwaka wa uchaguzi wa 2027 kuhakikisha kwa kwamba si kwamba tu watatoa lalama kwa viongozi ambao wako madarakani na mamlakani, wao wahakikishe kwamba wametafuta nyadhifa hizo na wawe katika vyoo hivyo vya uongozi na waweze kuhakikisha kwamba nchi yao imeongozwa vile na namna wao wangependa iongozwe. Ile mimi naweza himiza, uh, vijana tuweze kutafuta hizi viti ya MCA ambayo inatufaa sana kwa sasa, uh, wakati kama hii na hata uh, wakati na uh, 2027 inaomba waweze kuchagua vijana wenzao. Na mtazamaji, wito umetolewa kwa kina mama uko Sabaki, eneo bunge la Magari.